Klabu ya Yanga inaendelea kushikilia msimamo wake wa kutocheza dabi ya Kariakoo iliyopangwa kuchezwa tarehe 15 Juni 2025 dhidi ya mhasimu wake Simba hadi pale madai yao yatakapotekelezwa. Yanga imetoa msimamo huo baada ya kikao na Bodi ya Ligi kilichofanyika leo Jumatatu tarehe 9 Juni, na hii ni taarifa rasmi iliyotolewa na klabu hiyo. Yanga wanasema, uongozi wa Yanga African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni 2025 tulipokea barua kutoka Bodi ya Ligi Kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kujadili masuala ya husio mchezo namba 184 wa Ligi Kuu ya NBC Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu Juni 9, 2025 kwenye ofisi za Bodi ya Ligi Tanzania zilizopo jengo la NSSF Mafao House Dar es Salaam kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Baada ya majadiliano ya saa kadhaa, viongozi wa klabu waliwasilisha msimamo wa klabu yetu kuwa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 Mwisho wa taarifa hiyo ambayo imetolewa na Yanga. Tukumbuke tu tuku kwamba miongoni mwa madai ya Yanga yaliwasilishwa bodi ya ligi baada ya kuahirishwa kwa mechi hiyo iliyokuwa ifanyike tarehe 8 Machi mwaka huu ilikuwa kwanza, ni kuomba alama tatu, kutaka walipwe gharama zote za maandalizi ya mchezo ambazo ni shilingi milioni 56 laki 4 na elfu 35 ambazo ziliainishwa katika kipengele namba 17 cha barua hiyo yenye vipengele 19. Katika kipengele namba 18, walisisitiza kwamba wanataka ifahamike wazi hawako tayari kuicheza mechi hiyo katika msimu huu, na kwamba mechi iligairishwa kwa makosa ya makusudi ya klabu ya Simba, kwa hiyo wanastahili alama tatu. Nini maoni yako? Niandikie kwenye comment section hapo chini. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata stori zetu. Mimi naitwa Ibrahims.